Bwana Baraka, Yanga mmecheza mchezo wa Federation Cup na mmeweza kushinda, lakini issue tusizungumze sana kwa sababu tumzungumzie kwanza Buba hmm. kwa namna ambavyo mmetazama, maanake mmetuambia ni risasi Buba fundi wa mpira eh? uh, Buba fundi mayote wa mpira. Unajua iko hivi, unapokuwa winga kuna kaliba za uwinga. Yaani winga lazima kwanza uwe na kamaonekano fulani. Yaani mchezaji ambaye unashawishi, yani watu upate mpira wa kuangalia. Unaona hapa kwa mezuzu alivyo. E, yaani kuna kitu wanakupa, yani unatamani muda wote apate mpira. Ndio ububa yuko hivyo. Alafu uzuri sasa akishaupata vitu vimo. Chuma mbili kwenye mechi yake ya kwanza rafiki yangu. Yaani dibuti anafanya na chuma mbili. Unajua hivyo vitu anafanya wachezaji wakubwa sana duniani. Sijui umeelewa. Nakumbuka Lionel Messi anafanya hiyo na na Inter Miami anapiga chuma tatu sijui zile mm -hmm. E, sasa Buba anaingia mechi yake ya kwanza natia chuma mbili. Yani maana yake kwamba imani yetu sisi kwake izidi kuendelea kuwa kubwa zaidi hata tulivyokuwa tunaamini, imani yenu kwake izidi kuendelea kuwa kubwa zaidi hata vile tulivyokuwa tunaamini. Maana yake huyo anahitaji muda sasa. Yani tunasema ameshawaka eh. Yani sisi unajua, sasa hivi tulipofikia, kwanza tuna hasira ujue, sasa hivi mm -hmm. Yani kuna muda inafika hatutaki tena mambo ya ndolute ndolute, sasa hivi chuma kinachoingia baba ujue, e, tunamaliza kabisa, ndo kama mlivyoona. Yani amekuja mtu mapema tu, ametupa alama mbili mm, na ushindi mapema tu, risasi ya moto e. Buba, kwa hichi alichokifanya kuelekea tarehe moja mwezi wa tatu, inatoa ishara gani sasa? E, manake e, inaongeza ukubwa wa skwadi kwa sababu tunaona wakina wakina Pacome wako sawasawa sawa, lakini anapokuja mtu kama Buba na akaanza hivi kwenye mchezo wake wa kwanza <laughs> tishio hilo, <laughs> tishio hilo, tunazidi kuongeza hofu kwa watu. Mchezaji ambaye hajawahi kucheza hata mechi moja kaingia kati ya chuma mbili, alafu baada ya wiki moja kuna mechi ya dabi, si unanielewa? Yani ukiconnect doti, manake huyu mtu kuna kitu anakitaka kukionesha, alafu amepata muda sahihi wa kukionyesha, manake anacheza mechi dhidi ya mtani, mechi ambayo sisi wanayanga tunaisubiri kwa hamu, yani tunataka tukate kiu yetu Tulipe kisasi chetu, tuwaoneshe watu kwamba nyinyi moto mnaulilia. Tunataka tulipe kisasi. Unajua jamaa wanaongea ongea sana, wametuombea dua nyingi sana za kinafiki. Mm. Yani wametuombea madua mengi sana ya ovyo, wamezika watu, wamefanya madude dude kibao. Sasa sisi hatutaki kuwalipa kwa uchawi, sisi tunaenda kuwalipa uwanjani. Yani kile kisasi, yale alikuwa anafanya nje ya uwanja ili yanga sisi tu, tupate mazingira magumu, sisi tunaenda kutana na uwanjani, na ndio maana tarehe moja tunaenda kutana nao, na tumeipeleka tunaipeleka mechi Guantanamo Bay Eh, yeye yeah, ni nyapala sikiliza. Huyo yeah, nyapala na watu pia ingii maji yao. Yaani jela kuna manyapala yeah, lakini kuna watu yule yani, manyapala mwenyewe anafunga mikono nyuma anatulia. Yaani nyapala anatumwa jela eh. Siumeneelewa? Yaani kama yule uh, uh, uh, uj... Guantana yule nyapala yule anatumwa Yani mtu wa kwanza kunichangia alama kuchukua ubingwa kwenye NBC misimu minne mfulizo, yani wewe, kila mwaka nyapala wa wapi? Alama hmm. E, nyapala kati wa ah, kila wachezaji aaa wanaongea hivyo hivyo wachezaji wanakuja kuja, rafiki yangu anapiga piga makelele, tarehe moja sio mbali. Unajua, sasa hivi sisi vifua vyetu vimejaa vimejaa hasira vimejaa, tunamsubiri mtu tarehe moja. Nisikuambie masiala, nasikiliza like, wataalamu wengi eh, wanasema klepresha kwenye huo mchezo mm. Kwa sababu eh, wanasema maskini huwa afilisiki kwa sababu mnyama mchamfunga mara sita mfululizo mm. Kwa hiyo yeye anakuwa hana hofu eh, tofauti na wewe. Kitu asichokijua Young Africans atosheki ya kumfunga Simba yaani iko kitu ndo inabidi wakijue. Yaani mimi nimfunge miaka nenda miaka rudi sitosheki, na ikitokea hata napata suruhu nakuwa kama nimevurugwa, ndo ujue kwamba Yanga afrika kwa Simba oh, tamo, ya. Ah, we, yaani mimi sijawahi kuzoea wala kulizika kumfunga Simba, yaani kila siku naona kama ndo sijawahi kumfunga yaani, mechi na Simba si tunaonekana kama vile atujie kucheza naye hmm. Ndo Yanga afrika tunavyoingia uwanjani atuingia like, like na mazoea Baka. Ah, babu ya makocha taja huu. Shia kuja matatu, suika janani, suika janani, sasa hivi baka. Mnataja kila makocha. Ebu wana wale Simba bado sana. Simba kukompiti na Yanga bado sana. Yaani sasa hivi wajiwe, wa kufokus kujenga timu yao, waendelee kuimarisha wachezaji wao, kuimarisha uongozi wao, waendelee kupambana na timu yao. Lakini habari ya kudanganya mashabiki wao kwamba sasa hivi wana timu ya kukompiti na Yanga? Hakuna kitu kama hicho. Mwisho wa siku ndo unakuja kuona yale mangungu, inabidi atolewe maskini na, na, na, na ulinzi mkali yote wanatafuta wenyewe timu ya kucheza na Yanga Afrika, bado una kuchukua alama mbele ya Yanga Afrika bado hauna. Kwa nini unadanganya watu? Unaenda kuchukua alama? Yani wewe, kaa tusubiri ya kufa. Yani mbele ya Yanga Afrika ni Simba, hajawahi hajawahi kuwa mtemi fungwa. Simba ni lazima, kama kufa ha, kifo kila mtu atakionja, na simba kufungwa lazima atafungwa na Yanga Afrika yeah. Yani lazima akae sadede, nakwambia kama ni Zanzibar kama sijui wapi, hata atakwenda Misri wow. Lazima tumshone. Wanasema mmewafunga kwa mechi kadhaa, lakini mlikuwa ni mbeleko nyingi. Sasa eh, mtu anafunga ya kwanza mbeleko, ya pili mbeleko, ya tatu mbeleko, ya nne mbeleko, ya tano mbeleko, ya sita mbeleko. Hebu hata nyinyi jamani, mnaruhusu mnasikia uongo huo na bado mnaukubali yaani, mara sita mfuulizo unasema mbeleko kweli? Jamani, hebu tuacheni unafiki bwana, tuacheni uongo. Ongeeni tu kweli kwamba hii Yanga Afrika sasa hivi imetengeneza standard ambayo Simba hawezi kukompiti nayo. Semeni hivyo tuandishi wa habari, mbona nyepesi Yani, kuna kuna standard ambayo Yanga ameiseti, Simba hawezi tena kukompiti nayo. Yani kubalini tu, wakubali, semeni hivyo, waambieni ukweli. Kwa namna ambapo umekiona kikosi cha mnyama, unaona kuna mabadiliko yoyote ambayo mimi sioni mabadiliko yote bana. Mimi sijai kuona mabadiliko yote kwenye timu yao. Kila namna, siku hakuna chochote, yani hakuna chochote. Mimi sijaona chochote kilichobadilika. Yaani ule anakuja anapigwa tena kama kawaida. Sasa mimi kweli nikakaa bwana kina mlingo, nikakaa bwana kina nani? Sijui tu nani. Yule namba 5, namba 4 wao si namba 5? Jamani sikilizeni niwaambie, Yanga ina depu babu, ina Pacome Zouzoua babu. Sijui unanielewa, ina okelo hii. Ina kina Damalo Klementi nzize tayari. Wewe eh, mnamwona mtu anaingia anaingia, maana yake yupo fiti. Tarehe moja, usikute dude linaanza lile sasa. Leo hii rafiki yangu kaletea wachezaji wako wale wa kubahati bahati nasibu, leo maji kupa maji kujua, leo anacheza vizuri, kesho amna shughuli sufanyie. Hivyo kuna standadi, tupo nao Yanga Afrika, inabidi tumwelewe eh. Yani kuna standard tumeiseti na watu hawajakurupuka, watu wametumia nguvu lewa si watu wamepambana kufikia hapa tulipo. Tulikaa misimu minne sisi tunalalamika tunaumia, lakini mda huo viongozi walikuwa wanapambana kujenga timu, ndio maana tumefika hivi. Kumfunga Simba mara sita mfulizo sio bahati, sio bahati hata siku moja, mara ya kwanza ya pili. Maanake sisi tuna standard ambayo Simba hawezi kukompiti nayo. Kwanini hamtaki kukikubali? Iko kitu, kwanini wanashindwa kukiamini? no, no, no, una uwezo gani? mara sita mfulizo mtani wako wa jadi. Kinachompa kiburi ni kwenye michuano ya kimataifa. Huyu alivyo kila msimu anaenda kutana na Yanga, kila mechi anakutana na Yanga, anajisahaulisha matokeo. Na ndio maana sisi kila tunapoenda kucheza naye kama tunaanza upya, na sisi tunasahau katusha mfunga mara tano. Yaani yeye ya akiingia kucheza na mimi, anasahau kama nishapigwa mara sita mfulizo. Na mimi kwa sababu najua anajitoa akili, na, na yani, na mimi nikiingia naye nafuta kabisa kama nishae kukutana naye. Yaani naamini hata sijaikuiona hii timu. Ndio maana unakuta kila siku mnalo unapanda tu. Tano anakuja tena kulakufa mtu hapa ni kuacha aaakacha idadi ya magoli kwenye mechi ya Dabi is not an issue brother. Mm -hmm. Mechi ya Dabi muhimu ushindi. Yaani muhimu ushindi, kwa sababu unaweza ukapigwa kimoja kikakuuma kuliko kufungwa tano. Kwa hiyo mechi ya Dabi, habari ya idadi ya magoli hata sio issue. Yaani muhimu mtu akuchalaze tu. Mimi naenda sale. Sale upate kwa nani bwana? Kwa wachezaji wako? Sijui akina nani hao wachezaji wako, muongo uongo uongo basha kibao mm. Mimi sina yani, yani sale atoe kwa nani? Sale anatoa kwa nani? Yani we sale unapataje? Yani sale unapataje? Bwana, shukrani sana. Mpira sio bahati.